Habari ya Jumapili mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, na kwa kwanza tuangalie hali ya hewa kwa usiku ya leo, ambayo tunatarajia maeneo machache hususan yale ya pwani yetu ya kusini kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi, na kwa ujumla maeneo mengine ya nchi yasalia yatajua kuwa na hali mawingu kiasi na makavu.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 Kwa maeneo ya pwani yetu ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, pwani yetu ya kaskazini, mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Iringa, Njombe pamoja na Mbeya kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa joto tunatarajia ya hali ya joto kuendelea katika baadhi ya maeneo hapa nchini, na kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 35 katika maeneo ya mkoa wa Morogoro pamoja na Pwani. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mvua kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mvua kiasi na vipindi vya jua. Kwa Mkoa wa Mwanza tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na Mkoa Kilimanjaro tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa Mkoa wa Mbeya tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na Mkoa Morogoro tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na Mkoa Arusha tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Napakufia hapo kutoka mamlaka ya hewa, tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na ni kuage, kwa heri.